ini mama naishi na watoto wangu hey. Nilisaidiwa nyuma na shemeji yangu, huyo shemeji yangu ndo amefanya mipango yote hiyo ya mtoto wangu mpaka kwenda kubakwa. Nilikuwa katika kituo cha kata nikiwa kama askari jamii, wakanisaidia bila palepale, wakanitoa kwa hujuma hizo hizo, kama mnampaje hiyo kazi ya uaskari jamii, wakati huyu dada

lakini hili swala lilikuwa likishughulikiwa kipolisi. Polisi kata ndo alikuwa naro hili swala, na baadaye walienda polisi wananyunyeza mpaka sasa hivi wanaingia juu ya dari, mheshimiwa, wanaingia wanataka kuniua. Uko salama, usaidie baba <laughs> Eh, hey, uko salama, umeshafika mikono salama, usaidie. Uko wapi kamanda? tuambie Tuma vijana wako hawa wanaotuumiwa wapatikane leo, leo. Tuma vijana wako hawa wanaotuumiwa wapatikane leo, leo. Pata maelezo ya kina kwa mama yetu akiwa ametulia na mwenyekiti, na maelezo ya mwenyekiti na maelezo ya mwenyekiti pata na nyaraka. Lakini pia uu, mama ahakikishiwe usalama wake, eh, ahakikishiwe usalama wake. Unakaa wapi? Mtaa wa mwenyekiti, hili mwenyekiti, mwenyekiti jambo, eh. Umesikia na umekana Mheshimiwa Waziri Mkuu ame- amekutetea, nitaka uingie atiani na wewe. Ameku bahati una bahati amekutetea. Tunasema tuna hivi viongozi, viongozi wote wa serikali jambo la mwananchi likishafika kwenye mikono ya serikali ni lazima viongozi tulifuatilie, sio kumwacha yeye aendelee kufuatilia. Naisema leo kwa kata ya Nyansaka na kata zingine zote, mwananchi akishafikisha jambo kwenye kata, amefika kwenye ofisi ya kata, Viongozi fuatilieni wenyewe, sio, sio mwananchi mwenyewe kuanza kuhangaika kumtafuta mkuu wa mkoa. Tunasogeza ofisi za serikali karibu na wananchi, ili kuwapunguzia, kuwapunguzia adha wananchi wetu kuhangaika kwenda kwenye ngazi za juu. Naisema hii kwa mara ya mwisho, watendaji wa kata Wenye viti, wa, wenye viti wa vijiji wa mitaa, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, viongozi ngazi mbalimbali mbali, tarafa wilaya. Mwananchi akishafika ofisi ya serikali akafikisha jambo lake kwenye ofisi, tunataka serikali ndio ianze kufanyia kazi jambo hili. Mwenyekiti, kama mama asingekutetea hapa, una ungekuwa atiani Ningeelekeza wote mkamatwe na, wa, na wahalifu na ninyi ambao hamkuchukua hatua tuwe. Haya, hatuwezi tukaacha yakaendelea mambo ya ovyo ovyo ya aina. Tunataka mwananchi akishafikisha jambo kwenye mikono ya serikali, kama hamjapata majawabu, ninyi ndio mpeleke ngazi ya juu. Mnataka huyu mama aende kumtafuta wapi RPC? Huyu mama mnataka aende kumtafuta wapi mkuu wa mkoa? Ninyi kila siku mnakutana na mkuu wa mkoa, mnaenda kukutana na mkuu wa mkoa kwa mambo yenu binafsi badala ya kukutana kwa ajili ya mambo ya wananchi. Mnajadiliana mambo yenu binafsi badala ya kujadiliana mambo ya wananchi. Rapisi watafutwe, watafutwe hawa wenye tuma na wasitoke mpaka ukweli ujulikana. na wale wake mtu ambugu leo, mama sasa, mkuu wa mkoa simamia usalama wa huyu mama. Haya ndio mambo tunayokataa. Mwananchi anafikisha hoja mikono ya serikali, anapigwa danadana dana. anapigwa danadana dana anakwenda na siku nyingine anapigwa danadana, anahangaika mpaka anaishiwa nauli, anaamua kukaa kimya. Siku viongozi wakifika, anaamua bebe bango na bango hilo wananyang'anywa kabla kiongozi hajafika. Na hapa mlishataka asiniona, siku nyingine, eneo lingine, popote pale ambaye hachukui hatua na aliyefanya uhalifu wote wamefanya uhalifu. harabizi chukua hatua kwa hao ambao wanatumia, na nipate taarifa wakiwa wame, waki wamesha waki wameshapatikana. Na tena wasicheze kabisa, wakijua huyu mama hana uwezo wa kufuatilia hili jambo. Nataka nione mwisho wake, mpaka nipate nione mwisho wake, nione mwisho wake umefikia wapi, wame? Asante baba Wakamatwe mpaka uhakika, ukweli ujulikane kwenye jambo hili. Haya mambo ya kufunika funika, watu wanaumia, wanaugulia mioyo yao, wanaumizwa, wanakosa hata kukimbilia. Hii iwe mwisho, ndio hivi. Na juzi kule tukakuta daktari kafanya vitu vya kijinga jinga, nilisema afukuzwe kazi, akamatwe na afunguliwe kesi ya ubakaji na huyu mama amesema huyo mtoto wake kabakwa, huyo akamatwe, uchunguzi ufanyike, afunguliwe kesi ya ubakaji.